Safina ya Nuhu, hadithi ya imani na tumaini. Umewahi kuhisi kama ulimwengu ni mwingi? Je, kama giza linakaribia? Kumbuka Noa, mwanga wa imani katika ulimwengu uliotawaliwa na giza. Mungu aliona uovu na jeuri iliyoijaza dunia. Alimchagua Nuhu, mtu mwadilifu, kujenga safina, chombo cha wokovu. Mungu alimwagiza Noa alete familia yake na jozi za kila mnyama, akijitayarisha kwa gharika kubwa. Nuhu alitii amri ya Mungu bila shaka. Kwa siku arobaini mchana na usiku, mvua ikanyesha ikafurika dunia. Safina ikawa patakatifu pao, ushuhuda wa imani isiyo yumba ya Nuhu. Baada ya maji kupungua, Safina ikatulia juu ya mlima Ararati. Mungu alifanya agano na Noa, ahadi ya kutogarikisha dunia yote tena. Upinde wa mvua, ishara ya tumaini, ulichorwa angani. Acha hadithi ya Nuhu ikutie moyo wa kuamini mpango wa Mungu hata wakati ulimwengu unaonekana kuwa giza. Shiriki ujumbe huu wa matumaini na mtu anayehitaji leo, na tujenge safina zetu za imani pamoja.